ifuatavyo: moja, Elias Ruben Elias, Elizabeti Edward Manjala, Elizabeti Pascali Omari, Emmanuel David Michael, James Muna Njiku, Justin Batimayo Tinda, Kale Joseph Daso, Margaret Enoch Shulu, Peter Elias Yohana na Yohana Mkumbo Shukia. Ninawasimamisha mbele ya Mungu na mbele ya ushirika huu ili upate kuwabariki na kuwaingiza rasmi katika huduma takatifu ya neno la Mungu na sakramenti zake. Hawa wameandaliwa wakutahiniwa na kuhitimishwa tayari kwa huduma hii ya kanisa la Kristo, nao wameitwa na kanisa la Kristo kwa huduma ya uchungaji. Naomba upate kuwapokea na kuwatendea sawasawa na patano la halmashauri ya uchungaji ya KKKT Dayosisi ya Kati. Naomba mchungaji mwenye <tus> Biblia <tus> na makaratasi mee, mchungaji hapa kubariki wachungaji kwa jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Ndugu zangu Elias Ruben Elias. Elizabeth Edward Munjara, Elizabeth Pascal Omar Emmanuel, David Mike James Munanjik Justin Matimariti Kaliwi Joseph Das Magreti Enokishu Peter Elias Johan Yohana, Yohana Mpungo Shike, kwa kufuata utume wa kimtume na kwa utaratibu wa kanisa wa Kiinjili la Kilutheri Tanzania, basi, wakati ninyi leo mnatengwa na kuingizwa rasmi katika huduma takatifu kwa ajili ya utumishi wa neno la Mungu na sakramenti zake katika kanisa lake takatifu watendo la kuwekewa mikono na kusali. Sasa, nawaomba msikilize ujumbe wa neno la Mungu sukito waele huu kama unavyosomwa na wasomaji. Basi walipokwisha kula, Yesu akamwambia Simoni Petro, Je, Simoni wa Yohana, wewe wanipenda kuliko hawa? Akamwambia, Naam Bwana, wewe unajua kuwa nakupenda. Akamwambia, lisha wala kondoo zangu. Akamwambia tena mara ya pili, Simoni wa Yohana, wanipenda akamwambia Ndiyo, Bwana, wewe wajua kuwa nakupenda. Kamwambia, chunga kondoo zangu. Kamwambia mara ya tatu Simoni wa Yohana, wanipenda? Petro alihuzunika kwa vile alivyomwambia mara ya tatu wanipenda. Akamwambia, Bwana, wewe wajuwa yote, wewe umetambua ya kuwa nakupenda. Yesu akamwambia mishako loo zangu Amen. Kwa maana mimi nalipokea kwa Bwana niliyowapa nanyi, ya kuwa Bwana Yesu usiku ule alitolewa alitoa mkate, naye akisha kushukuru akaulenga akasema, huu ndio mwili wangu ulio kwa ajili yenu, fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Na vivi hivi baada ya kula akatoa kikombe akisema kikombe hiki ni agano jipya katika damu yangu, kanyweni hivi kila mwapo, kwa kumbusho wangu. Maana kila unako mkate huu na kukinywea kikombe hiki, waitangaza mauti ya Bwana hata ajapo. Amina. Yesu akanya para akasema na kawaambia, nimepewa mamlaka yote mbinguni. Basi enendeni, mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho, na kuwafundisha kuyashika yote niliyowaamuru ninyi, na tazama, mimi nipo pamoja nanyi siku zote hata kukamilifu wa dhambi. Amen, amen, amen. Amen. Tunaleta kwetu kila mmoja wenu azingatie hayo na kujisikia maana ni msingi wa huduma unawesua na kwa ajili ya hiyo akenda kuizazakasakahu na mbele ya Mungu ambaye sisi sote Yesu Kristo tunapaswa kumtolea hesabu ya uwakili wetu. Je, wale ofisi hii ya huduma ya uchungaji ukiamini kuwa wito wa kanisa ndio wito wa Mungu mwenyewe kwa ajili ya huduma ya neno la Mungu na sakramenti takatifu. Kwa sauti sana, Kanisa yeah la Kiinjili la Kilutheri Tanzania, ambalo kwalo ninyi unabarikiwa kwa wa kuwa wachungaji, linakiri kuwa maandiko matakatifu ya Agano la Kale na la Jipya, yaani Biblia, ni neno la Mungu na ni yani kanuni ya msingi wa imani na maisha yake. Sisi watumwa wake Kristo tunakubali kufundisha na kukiri imani ya mtume, imani ya ikea na tlosia, nasi pia tatambue na kukiri maungano ya Kilutheri na hasa ungano la aspa zisizotalilishwa na katekisimu ndogo ya latali na timoteo kuwa ndio ushuhuda wa kweli na waaminifu wa maelezo sahihi ya maandiko matakatifu. Je, ninyi nanyi mtakuwa waaminifu katika mahubiri na kufundisha kwa kufuata maandiko matakatifu na kukiri imani na kiri hizo zote za kanisa kwa sauti? Je, utakuwa tayari ya kusoma neno la Mungu na kujifunza maelekezo sahihi ya maandiko matakatifu, utalitumia neno hilo kwa usahihi bila kuwa mzushi. Je, utakuwa tayari kuwafundisha wengine neno la Mungu ili wakue katika imani na kufahamu Kristo Yesu Bwana wetu. Je, utahudumu neno la Mungu na sakramenti kwa inyekeko ili watu wapokee zawadi za upendo kutoka kiti cha rehema cha Mungu Mwenyezi. Oh. Je, utakuwa shahidi mwamilifu katika ulimwengu ili upendo wa Mungu uliyoonekana katika mwanao Yesu Kristo pata kujulikana katika yote? Utaitunza na kuiombea familia yako na familia ya Kikristo ni mwenguni mote, utendayo ndani ya huduma hii ya yakkati, na utailinda na kuitetea katiba

Waimuawana Kristo na mwana wake wa pekee Bwana wetu, aliyechukuliwa mimba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, akazaliwa na Bikira Mariamu, akateswa zamani za Pontio Pilato, akasuhuliwa, akafa, akazikwa, akashuka kuzimu siku ya tatu kokua kutoka kwa ukumu, kainwa, na akapaa mbinguni ameketi mkono wa kuume wa Mungu Baba. Kutoka huko atakuja kwa hukumu walio hai na wa na mwamini Roho Mtakatifu, kanisa takatifu la Kikristo dili wa moja kumi wa takatifu ondolewa urane ufuliwa kwa mwili na uzima wa milele. Amina. Mungu Mwenyezi Baba wa Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo Mjalia daima nia hiyo njema katika kutimiza yote hayo. Mungu wa rehema, kwa rehema zake kuu, akupe nguvu na kujalia moyo wa huruma katika utumishi wako, katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Tuombe. Nawaombea hawa ndugu zetu wanaobarikiwa leo katika ibada hii, ambao umewateua na kuwateua Kiinjili la Kilutheri Tanzania, Dayosisi ya Kati, kwa njia ya halmashauri ya uchungaji iliyopae umbatae tarehe ishirini na tano Oktoba mwaka elfu mbili ishirini na tano <tune> imekubali

Yesi Unanjiku, mchungaji msaidizi Manyoni, Joseph Daso, nabii Elia Kisisi, Magret eoiso, usimamizi wa vituo Itiki, Peter Elias Yohana kituo cha majengo kilichoko usharika wa Manyoni, kinachoandaliwa kwa usharika Yohana mpungo Sukia, kituo chake usharika wa Msingi. Hivyo tutawaomba kila mmoja jili sahihi kitabu cha okino

Nihurumie kanisa lako na kumimina Roho Mtakatifu wako juu ya neno lako na sakramenti zako mtakatifu. Mbariki kila mwanafunzi anayebarikiwa sasa kuwa mchungaji, kila mmoja apate kutangaza neno lako la usima